NMG General Supply ni kampuni inayojishughulisha na vifaa vya umeme vyote Tanzania. Duka letu ni duka ambalo linajikita kuuza bidhaa za, za umeme mtandaoni, kwa maana ya kwamba bidhaa zetu zinapatikana kwenye website mbalimbali, kwenye mtandao wa kijamii, lakini hata ukija kwenye duka letu kuu hapa unapata moja kwa moja huduma ya vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa wale wa mtandaoni, tutawafikia popote mlipo mtakuwa mnaingia kwenye mtandao, mnaweka booking, na sisi tunawahudumia kwa kadri mlivyoweka hapo. Wateja wetu tunawaomba, tuna huduma nzuri sana tunawakaribisha sana, karibuni sana. Tuna kila aina ya vifaa vya umeme aina mbalimbali, vyote sisi tunaviuza. Tuna, tuna, tuna, hapa sisi hatujabagua kama tunachukua kiasi kitu fulani, lakini sisi tunalenga kabisa kuuza vifaa vyote vya umeme vinavyohusiana na finishing. Wateja wetu tuna taa za urembo, tuna swichi, tuna waya. Kwa wale watu mnaojenga tunawakaribisha sana. Tuna, tunazindua rasmi nani, soko letu hili, duka letu hili, kwa maana ya kwamba tunataka kurahisisha huduma, maana wateja wetu wamekuwa wakihangaika ili kupata bidhaa za vifaa vya umeme, lazima waende mpaka wafike dukani, labda wafike sehemu, lakini sisi tunapatikana popote Tanzania kwa sababu sisi utatuangalia tu mtandaoni, mafundi watatupata tu mtandaoni, wateja wetu watatupata tu mtandaoni na wataweka oda watapata bidhaa na wada, sisi tunazipokea oda na tutawatumia bidhaa zao tutawafikia popote walipo. Kwa hiyo wateja wetu jiandaeni kwa huduma tunarahisisha huduma kwa huduma, kuwafikishia huduma ya vifaa vya umeme popote pale mlipo Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, kwa sababu ukiweka kule zile ukiweka kule oda moja kwa moja sisi tunaona huko ofisini, tunakuandalia oda yako inakufikia ndani ya muda mwafaka, na vifaa vyote kama nilivyoanza kusema awali, kuna taa za urembo, kuna switch, kuna taa za mahoteli, taa za apartment, taa za kila aina, kuna taa za rumu na vingine, waya wa kufanyia wiring wa kila aina, mabomba tunayo na vifaa vingine vyote, na tuna taa moja mahususi hapa ambayo imebeba kila kitu. Kuna taa mahususi ambayo imekuja kuleta suluhisho la taa pamoja na AC. Hii taa sio taa tu, ni taa ambayo imetengenezwa kitaalamu kwa ajili ya kumaliza matatizo ya kwamba unaweka taa alafu weka tena AC. Hii ukiweka unaweka kisha weka hii, umeshamaliza masuala ya AC na taa kwa ujumla, na ina sifa ya kujibadilisha mwanga yenyewe naina rimoti yake utakayokuwa utakoyoku, ina control hii taa kwa hiyo taa hii tunayo sisi NMG NMG tunawaletea hii taa kwa ajili pia kuwasogezea huduma tu, lakini tuna taa za urembo mbalimbali mbali, ambazo zi, zimebuniwa kwa utaalamu wa kisasa. Kama unajenga ghorofa yako unapata taa kwa bei nzuri sana, tunakufikishia popote unakotaka kwa gharama yetu sisi wenyewe bidhaa yoyote unapotaka, tunaipata. Tuna taa, tuna switch ambazo zipo za kisasa, tumeleta sasa hivi hapa za kampuni ya MG ambazo zina vizuri ndani, nafika popote unavyotaka. Karibu sana wateja wetu, asanteni sana. Naitwa MC wa Mchongo, leo nipo live katika jiji la Dar es Salaam. Lengo ni moja, katika uzinduzi wa duka la kisasa la NMG General Supplies, ambao wanahusika na uuzaji wa vifaa vya umeme majumbani viwandani pamoja na sehemu zingine zote. Huduma hii inapatikana sehemu yoyote ambapo mteja yupo, kwa maana ya kwamba huduma zetu tunatoa kwa njia ya mtandao, lakini ukifika hapa dukani pia unapata huduma. Mtandao wetu ya kijamii TikTok, Insta, Facebook pamoja na WhatsApp, tunapatikana kwa jina la NMG General Surprise. Tunavyo vifaa vya kisasa na bora zaidi taa za kisasa. Na kwa kutambua uwepo wa wateja wetu kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya Dar es Salaam, hususan ni watu wa mkoani, na wakumbuka sana wachimbaji, watu wa kanda ya Ziwa, wakulima pamoja na wafugaji, karibuni katika duka letu, jipatie vifaa vya kisasa kabisa vya umeme. Najua wachimbaji wenzangu kule wanachimba wanapata dhahabu Wanajenga mahoteli, wanajenga apartments. Kwa hiyo ukihitaji, ukifikia hatua ya vifaa vya umeme, NMG ndio suluhisho lako. NMG nayo timu ya wataalamu ambao wanahakikisha unapata ushauri kabla hujafunga vifaa vyako vya umeme. Kwa hiyo niwakaribishe sana, unawakaribisha sana. Tunatuma mikoani, tunatuma popote ulipo, weka oda yako, itakufikia mzigo kwa wakati, na bei zetu ni rafiki. Kwa hiyo niwakaribishe sana, lakini kama utaifika Dar es Salaam tunapatikana mtaa wa Ubungo katika jengo kubwa kabisa la kibiashara linaitwa East Africa Commerce Center, ama maarufu kwa mchina. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Sasa wasukuma wenzangu angu, mdigwaga karibuni sana sana, sana. <laughs> NMG General Supply inawafikia popote mlipo, wateja wetu karibuni sana na taa zetu zote zina ubora wa hali ya juu, lakini pia sisi tumejali bei kwa wateja wetu. Bei yetu ni rafiki sana kwa wateja wetu, msiokope kuingia hapa kwenye hili soko la East Africa Logistics Center ground, mnatukuta sisi. Tuna bei nzuri sana, tuna bei za ofa za mwisho wa mwaka, lakini pia mwanzo wa mwaka huu tutakuwa na bei za ofa zaidi kwa ajili ya kuwarahisishia wateja wetu wasione mzigo katika, katika ujenzi wao. Kwa hiyo karibuni sana wateja wetu.